Mimi na imani kiwango cha mpango, sio kile, kiwango, kiwango cha aua, sio kile, kiwango cha maema sio kile Kuna kitu kinaendelea ndani ya Simba uongozi wa mt a sisi mashabiki ndio tunaumia zaidi. Kwa nini mnashindwa kuelewa vitu vidogo vidogo hivi? Yani watu wanawezaje kufahamu vitu ambavyo viko ndani ya timu? Kwa nini ninyi uongozina ukoje? Yani uongozina ninyi afangilia vitu? Yani kama swala la jezi, mtu anajuaje kama kuna jezi mbili wakati jezi jzin kuna kama wiki mbele jezi jeitoke mtu ajazifahamu vipi ene? Sisi kama mashabiki. Mimi washabiaaga hivi vitu, vit, hawa watu wanaopata hizo taarifa zetu ambazo ni nyeti ndio ambao wanaweza kacheza hata hizi mechi zetu pia kwa makini. Uongozi tunapokuwa na uongozi, sisi tunapenda, lengo letu jini kus... ni kuipambania Simba, na sisi mashabiki, lengo letu ni kuipambania Simba. Jaribuni kudili na hivi vitu ambavyo vinaendelea ndani ya Simba Sports Club, kwa sababu mimi na imani kabisa, mimi na imani kwa mashabiki, tutaongea mengi kwa sababu tumefika, ila mimi naamini mpango kile soki wa mchake au kile soki wa mchake, wale wachezaji wote wale sio viongo au kuna kitu kinaendelea ndani ya kinaila ndaniya wale wajomba kutukimbia kule, haimaanishi kwamba hapa wafataki wale wanapata kila, huenda kuna kitu wamefanya hapa. kwa nini Simba msiamke? tunakuja kuzalilika mbele leo. leo ni mechi ya leo, nani awe kiongozi kwenye timu? kwa kwa sababu aliyepo juu ana nafasi. kwa mechi ya leo tumeenda tumeenda kuwajua pale hapo, kwenye mechi ya ugenini, unaweza kuona ni kiasi gani mnyama katoka kuingia kwenye kwenye kwenye Ranelieu kwenye, kwenye ugom, ugombea kila bora barani Afrika liko wemo, mnyama leo hii anaenda kudalilika nyumbani kwake. Kwa nini tunafanyana vitu kama hiyo? Uongozi sio kama wao uongozi, unaona vitu vinavyoendelea kila siku, tunalia na uongozi. Uongozi jamani, amkeni! Sisi tunapolia na uongozi hatumaanishi je mtokumia simba mwizuzu ya bana, tunapolia na Simba amkeni, msilale, ujue wenzetu sisi Simba tu, uongozi wetu una vitu una, una watu wengi sana, halafu wale watu wengi, kila mmoja anasai, lakini uongoza wenzetu ni watu wengi, lakini majukumu mengi yanayo mtu mmoja, ndio ndio maana taifa zao au vitu vyao vinakuaga viko viko serious sana. Narudi kwa manager Mfumo leo tumia leo kwenye ligi dhidi ya JKT Tanzania. Tuna wa wa nyingugu, tuna masteka masteka hatari yani nguvu, kuna watu ambao ambao wataondoka na na maoni tofauti kwa kwa kwa sababu ya ya mfumo. Mfumo leo ingia nao. Wewe wewe yani wewe kwa ukuta ule, kwa Petro dia, na, kwa ure, kwa ule ukuta. Ule ule huwezi kuingia kweli kweli. Vitu vya ajabu kabisa kabisa hata hata kama sio kocha kocha, unaona kwamba huko hapa tuwekie wale wachezaji tunajua wa kimataifa hao wameshindwa, lakini ni wanaume walikuwemo huwezi kutuanzishia mifumo ya ajabu ajabu kwenye mechi kama hii ambayo tunahitaji sisi tupate alama tatu tukaliongoze kundi wao. Kiufupi, uongozi wa Simba ujitasimini, na pia uangalie hizi taarifa za Simba za nyeti hizi taarifa za Simba nyeti, nani anaezaisha hawa watu taarifa zetu? Wanapasaje tuelewe? Hawa wanaopata hizi taarifa za Simba wanaweza kacheza pia mechi zetu. Kwa nini tuna relax? Yani tunatulia kabisa, jezi zinavuja, hatuani labda watu wanajua wanapambania. Mimi nilitarajia zile jezi za ligi baada ya kuvuja, nilitarajia kuna mtu atawajibishwa kwenye ile kwamba fulani unatumiwa kwa, kwa kuvujisha jezi, lakini mpaka sasa hivi kwamba nyeujisha jezi hajulikani. Ah, inakuja hii hapa jezi za za sakafu za, za, za hazijatoka, watu wanajua jamani, huyu mtu anajifungia